Tunapoendelea na safari yetu ya hekima kupitia mahubiri ya Mlimani, Bwana amefichua unafiki wa mafarisayo katika maeneo ya kutoa, kufunga na kuomba. Kwa kusema ukweli, alisema walikuwa waigizaji wa kidini, wakifanya maigizo madogo, wakifanya kama tamasha la sarakasi lenye sehemu tatu, na Yesu akalaani shughuli zote hizi tatu kama maonyesho ya kidini tu bila maana. Sasa Yesu amewaambia kwamba maombi hayapaswi kuwa maonyesho. Baada ya kuwaambia wanafunzi wake na hadhira ile iliyokuwa inawasikiliza mafarisayo, jinsi wasivyopaswa kuomba, Yesu sasa anaanza kuwafundisha jinsi ya kuomba kwa kweli. Kifungu hiki hapa katika Mathayo sura ya sita kwa kawaida huitwa sala ya Bwana, lakini kwa hakika si sala ya Bwana. Yesu asingewahi kuomba baadhi ya mambo haya, asingewahi kuhitaji kuomba msamaha wa dhambi. Nadhani ni bora kuita hii sala ya mwanafunzi. Sasa Bwana anaanza mafundisho yake wa kusema hapa kwenye mstari wa saba: mkiomba msitumie maneno mengi yasiyo na maana kama watu wa mataifa, kwa kuwa wao hudhani watasikiwa kwa sababu ya maneno yao mengi. Msiwe kama wao, kwa maana Baba yenu anajua mnayoyahitaji kabla hamjamwomba. Msijaze maombi yenu na maneno matupu hayo. Maneno matupu yanamaanisha kurudia bila kufikiri. Unajua, msomi mmoja alibainisha kwamba mafarisayo waliathiriwa na desturi za maombi ya wapagani na walihisi kwamba kurudia mara nyingi kungewakaribisha kwa Mungu. Sikiliza mpendwa, Mungu hahesabu mara ngapi umeomba. Hasemi kwa malaika Gabrieli, "Unajua, kama yule mwanaume au mwanamke pale chini ataomba hiyo sala mara hamsini zaidi, nataka uende ukawajibu." Hapana! Tayari tunayo umakini wa Mungu. Kwa kweli, baadaye katika Luka sura ya kumi na moja Yesu anawasilisha sala hii hii kama jibu kwa ombi la wanafunzi wake walipomuuliza, "Bwana, tufundishe jinsi ya kuomba." kwa njia, huo ndio wakati pekee wanafunzi walimwomba yesu awafundishe jinsi ya kufanya jambo fulani. Sio jinsi ya kutembea juu ya maji au kuponya wagonjwa au kufufua wafu. Tufundishe jinsi ya kuomba. Hivyo basi, sala hii siyo lazima iwe sala ambayo walipaswa kuikariri. Yesu anawapa sala ambayo wanaweza kuitumia kama mfano. Kwa kweli, hasemi hapa katika Mathayo sura ya sita mstari wa tisa ombeni hivi Anasema basi ombeni hivi, na huu ndio mfano, hivi ndivyo mnaweza kuanza: baba yetu. Kwa lugha ya Kigiriki hili ni pata neno linalolingana katika Kiaramu ambacho wengi walikizungumza wakati huo, ni abba, baba. Abba hii inamaanisha kwamba unapoomba unazungumza na mwanafamilia. Unaona, ulipomwomba mwanawe awe Mwokozi wako. Mungu akawa baba yako wa mbinguni. Injili ya Yohana inatuambia wote waliompokea, yaani Yesu, wale walioliamini jina lake aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu. Yohana sura ya kwanza mstari wa kumi na mbili. Kwa hiyo maombi siyo desturi tu, ni uhusiano. Anaendelea, baba yetu Uliye Mbinguni. Sasa unaweza kuwa umejifunza baba yetu uliye mbinguni. Napenda jinsi mvulana mdogo alivyosema, baba yetu anayechora mbinguni. Kweli Mungu ni msanii wa ajabu kabisa. Baba yetu uliye mbinguni. Sasa sentensi hii haizungumzi sana anwani ya Mungu, bali inahusu sifa zake. Yeye ni Mungu wa mbinguni mkuu, mtawala na muumba wa yote. Na ndiyo maana tunaelekezwa kuomba hapa mwisho wa mstari wa tisa, jina lako litukuzwe. Kutakasa kunamaanisha kulifanya takatifu, kulitenga kama kitu kitakatifu, kuliheshimu. Sikiliza, kama sisi ni wafuasi wa Yesu Kristo, tunalibeba jina lake, sivyo? Sisi ni wa Kristo. Je, tunalilinda hilo jina? Mara nyingi nikiwa kijana kabla mimi na ndugu zangu watatu hatujaondoka nyumbani kwenda shuleni au kwenda kwenye mechi ya mpira au shughuli nyingine yoyote. Kabla tu hatujatoka mlangoni, mama yetu alikuwa anasema maneno yale yale ya kawaida. Usisahau jina lako la ukoo. Sasa hilo lilikuwa onyo, lakini pia lilitupa hisia ya kuwa sehemu ya familia. Tulikuwa na jina la baba yetu na tulihitaji kuwa waangalifu nalo. Sasa pamoja na hilo, Yesu anatupa ombi la kwanza la sala hapa katika mstari wa kumi, ufalme wako uje. Sasa kuna vipengele viwili vya ombi hili la sala. Kwanza, hili ni ombi la kuja kwa ufalme, wakati Kristo atakaporudi na kutawala duniani kama alivyoahidi. Tunataka huo ufalme uje, lakini pia tunaomba hapa na sasa, Bwana, fanya moyo wangu uwe uwanja wa jumba lako, mahali unapota wala na kutawala leo. Ombi linalofuata la sala katika mstari wa kumi ni maalum zaidi na linagusa moyo: mapenzi yako yatimizwe duniani kama yalivyo mbinguni. Unaona, tunaweza kuomba kuhusu kuja kwa ufalme, lakini vipi kuhusu ushirikiano wetu na mfalme hapa na sasa? Unajua, mara nyingi sana tunaomba mapenzi yetu yatimizwe mbinguni, badala ya mapenzi ya Mungu kutimizwa hapa duniani. Hivyo basi, huu ndio mpangilio sahihi wa sala: Bwana, nataka mapenzi yako yatimizwe duniani kama yanavyotimizwa mbinguni. Kama umewahi kujiuliza jinsi mapenzi ya Mungu yanavyotimizwa mbinguni, nitakuambia: yanatimizwa mara moja. Malaika wale, unajua, hawamuulizi Mungu kamwe kwa nini mimi, He, kwa nini sasa? Wow, wao wanatii tu. Kwa hiyo tunapaswa kuomba Bwana, niruhusu niishi hapa chini kama wanavyoishi kule juu, niruhusu nijibu mapenzi yako hapa duniani kama malaika wanavyojibu mapenzi yako mbinguni. Sasa pamoja na hayo, hapa kuna ombi lingine la sala, mstari kumi na moja utupe leo riziki yetu ya kila siku. Sasa lazima nikuambie, mababa wa kanisa la mwanzo walikuwa na shida na kifungu hiki. Kwa hiyo waliifanya mikate kuwa ya kiroho, wakimaanisha mkate wa meza ya Bwana. Hawakuweza kuamini kwamba Yesu angetutaka tuanze kuomba kuhusu chakula cha mchana au mahitaji ya nyumbani. Sasa wanaakiolojia wamegundua kipande kidogo cha papirus ambacho kilikuwa orodha ya manunuzi ya mtu, na pembeni ya baadhi ya vitu hivyo kiliandikwa neno hili hapala kila siku. Ugunduzi huu uliweka mwanga mpya juu ya maana ya neno hilo. Kila siku inamaanisha kiasi cha kutosha kwa siku moja tu. Kwa hiyo kuomba mkate wa kila siku kunawakilisha mahitaji ya kila siku ya maisha, na na na hiyo inajumuisha chakula cha mchana, hiyo inajumuisha mfuko wa mahitaji ya nyumbani lakini pia inamaanisha kwa undani zaidi kwamba tunamtegemea bwana siku moja baada ya nyingine kwa ajili ya riziki yake sasa bwana anaendelea hapa kwenye mstari wa kumi na mbili kusema tusamehe deni zetu kama sisi nasi tumewasamehe wadeni wetu anaongeza hili chini kwenye mstari wa kumi na nne kwa maana kama mkiwasamehe watu makosa yao baba yenu wa mbinguni atawasamehe nini pia lakini msipowasamehe watu makosa yao wala baba yenu hatawasamehe makosa yenu. Sasa tuwe waangalifu hapa. Hii ni sala kwa wanafunzi, si kwa wasioamini. Haijalishi umesamehe watu wangapi, hiyo haitakuingiza mbinguni. Ni imani kwa Kristo peke yake ndiyo inakuingiza mbinguni. Hii si sala ya wokovu, hii ni sala ya kulinda mahusiano yako na watu wanaokukosea. Na ngoja nikuambie Eha eh, si wokovu wako unaopotea hapa, bali ni ushirika wako na Mungu unapotea pale unapokataa kuwasamehe wengine. Kuna wazo hapa, kuna maana fiche hapa kwamba huwezi kwenda kwenye kiti cha neema cha Mungu, halafu wakati huo huo ukatae huwapa wengine neema. Huwezi kuwa na chuki na kinyongo kwa wengine na bado ukapata furaha ya Kristo moyoni mwako. Kwa hiyo labda unachopaswa kufanya leo ili upate ushirika na Mungu ni kurejesha ushirika na mtu mwingine. Sala hii inatukumbusha kwamba tumesamehewa na kwa sababu tumesamehewa, tunapaswa kuwa wasamehevu. Nilisoma kuhusu msichana mdogo aliyekuwa anajaribu kurudia sala hii hapa kwenye mstari wa 12 hadi mstari wa kumi na nne na kumi na tano. Tusamehe makosa yetu kama tunavyowasamehe wale wanaotukosea, ndivyo tafsiri yake ilivyosoma. Neno makosa halikuwa neno alilolizoya na alichanganya kidogo nukuu hiyo, lakini kwa kweli alipata wazo sahihi aliposema, na tusamehe vikapu vyetu vya taka kama tunavyowasamehe wale wanaoweka taka kwenye vikapu vyetu. Hilo ndilo wazo hasa lililopo hapa. Sasa kwenye mstari wa 13 kuna ombi lingine la sala, usitutie majaribuni, bali utuokoe na yule mwovu. Sasa hii inaonekana kama vile Mungu wakati mwingine anaweza kutujaribu tutende dhambi, lakini hilo lingepingana na neno la Mungu. Katika kitabu cha Yakobo tunasoma kwamba Mungu hawezi kujaribiwa na uovu, wala yeye mwenyewe hamjaribu mtu yeyote. Hiyo ndiyo Yakobo saa moja na madakika kumi na tatu. Yesu anafundisha tu hapa kwamba tunahitaji kukiri kuwa tunahitaji msaada wa Mungu kutuepusha na majaribu. Kwa hiyo tunafundishwa kuomba kwa ufanisi: Baba, tulinde dhidi ya nguvu ya majaribu ya dhambi. hatuwezi kushinda majaribu wenyewe, ndiyo maana tunaomba hapa, Bwana tuongoze mbali nayo, tafadhali. Unaona, hii ni kukiri udhaifu wetu kila siku. Sasa tafsiri nyingine zinaongeza maneno mengine kwenye mfano huu mzuri wa sala, ambayo binafsi nadhani yanapaswa kujumuishwa. Kama tunavyosoma kwenye tafsiri ya King James, sala hii inaishia na maneno haya mazuri: kwa maana ufalme ni wako na uweza na utukufu hata milele, amina. Sala hii inahitimishwa kwa tamko la nguvu, kudumu na umuhimu wa ufalme wa Mungu